Ni ziara ya kamati ya kudumu ya Bunge miundo mbinu katika mkoa wa Tanga iliyotembelea daraja kubwa linalojengwa katika barabara ya Tanga Pangani hadi Bagamoyo. Na hapa mwenyekiti wa kamati hiyo Sulemani Kakoso akaitaka serikali kusimamia vyema wakandarasi ili kuweza kumaliza mradi huo kwa wakati, msimamii mkandarasi aweze kukamilisha barabara muda uliopangwa na kwa mujibu wa mkataba. Tunaamini Watanzania watanufaika sana kwa juhudi kubwa zinazofanywa na serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na, na Mheshimiwa Rais. Lakini tunawapongeza wizara kwa usimamizi mzuri kwenye maeneo haya ambayo tunashuhudia ujenzi mpya kabisa wa kisasa wa madaraja tunategemea itakuwa chachu ya kiuchumi ndani ya mkoa huu, na wananchi watafurahia jinsi miundombinu ilivyowekwa na serikali. Tuwaombe wananchi wa mkoa wa Tanga, barabara hii inapojengwa ni kwa ajili ya kuja kuchachua uchumi. Wasifurahie tu kuona daraja, walitumie sasa kama fursa itakayowapa uchumi ulio bora. Kamati ya Bunge Miundombinu ikaishauri serikali kupitisha barabara hiyo katika mbuga ya wanyama ya Saadani ili kukuza utalii na uchumi wa mkoa wa Tanga. Bunge lingependa sana barabara ya kutoka Tanga ingeenda kupitia kwenye eneo la hifadhi ya Saadani. Tungekuwa tumefungua huu mkoa kiuchumi na kuongeza idadi ya watalii wengi ambao wangepita kwenye hifadhi ya Saadani. Serikali haijengi barabara tu kuwafurahisha wananchi. Serikali inajenga barabara kufungua uchumi wa nchi. Sasa, kama tunapeleka barabara tunaichepusha kwenye eneo ambalo lingekuwa na tija zaidi. Ninaomba sana hili mlifanyie upembuzi yakinifu huko serikalini na mpate majibu ya msingi ambayo yatakuwa na ufanisi kwenye miradi ambayo ni ya kimkakati. Nao wabunge wa, wa kamati hiyo Abubakar Yasenga mbunge wa Kilombero, na Ali Mlagala mbunge wa Kyela wakahoji sababu ya kuchelewa kwa mradi huo. Tumekuja hapa wiki mbili zilizopita nafikiri au tatu. Tangu mheshimiwa rais amepita hapa. Tumeshaongeza hata kilomita moja ya lami. Tumeongeza ujazi. Kwa hiyo mimi nafikiri wataalamu wetu mwenyekiti muhimu wakaongeza nguvu sehemu ambayo rais amepita. Tangu mheshimiwa rais amepita, wananchi wana imani kubwa. Japokuwa wanashukuru kwamba wakati rais anakuja barabara imeboreshwa ile zege hiyo pale kwenye udongo tulikopita, ba, kile kifusi wanasema kimewekwa kwa sababu ya mheshimiwa rais. Ukiongea na wananchi sasa, kwa sababu rais amepita, ameenda, ameona mpaka lile daraja, amepromise watu pale. Nafikiri wataalamu waweke seriousness kwenye jambo hili, wambane mkandarasi hii sio shamba la bibi, wazee waongeze nguvu kubwa. Kwa nguvu, mwenyekiti, tunaomba ili kweli ahadi itimie, wabunge wetu wa Tanga na wapangani waweze kuenjoy barabara hii. Mimi najua hadha hii wanapata, kwa sababu mimi Kilombero sasa hivi na lami, lakini tuteseka hivi. Kigezo gani mlichotumia kumlipa huyu mkandarasi zaidi mpaka tunamdai kazi yeye? Maana siku zote najua mtu ana raise certificate ndipo anapolipa. Kigezo kilichotumika kumlipa zaidi ni kipi? Akijibu maswali ya wabunge hao, mhandisi wa mradi kutoka TANROAD makao makuu Gladson Yohana amesema hadi kufikia Juni 16, mradi huo utakuwa umekamilika. Kandarasi mpaka sasa hivi ameshakamilisha kipande cha kilometa 15.8. Kwa mujibu wa mkataba, mradi huu unategemea kukamilika ifikapo tarehe 16 Juni 2025. Eh, kilomita zilizobaki ni kama 34 mpaka sasa hizi, kumsimamia mkandarasi huu kwa ukaribu na TANROADS, eh, ilishaanza kuchukua hatua, eh, kwa sababu tulishamuita mkandarasi na tumeshafanya naye kikao cha ngazi ya juu na ameahidi ifikapo tarehe kumi na tano atakuwa yuko site, kwa sababu wataalamu wake alikuwa amemobilize na mitambo yake yote alikuwa amepaki yadi. Kwa hiyo tunaamini ndani ya tarehe kumi na tano atakuwepo yuko site na ataendelea na kazi e, malipo ambayo yameshafanyika ni yale tu ambayo aliya rais yale aliya ambayo tayari ameshafanyia kazi, hatujamlipa nje ya, ya kile ambacho amekifanyia kazi. Kwa tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa Mhe. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwalipa wakandarasi wetu. Barabara ya Tanga Pangani inatarajia kukamilika na kufungua fursa za kiuchumi kwa wananchi wa wilaya ya Pangani mkoani Tanga. Pamela Chaula Tanga TV.